Leo nimeona nikuletee jinsi ya kupata matokeo ya kidato cha nne, kuanzia mwaka elfu mbili na tatu hadi mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Jinsi ya kufanya ni rahisi kama kawaida, tutatumia aa, search engine yoyote. Tunaweza tukatumia ya Google Google au Google Chrome, lakini like unapata kwenye simu yako tu daote, utagusa hiyo, utafunguka namna hiyo. Baada ya hapo, uta type neno maktaba maktaba tete, maktaba tete itaonekana hapo na website yao namna hiyo. Utagusa hiyo website na maktaba tete itapofunguka namna hii, jambo la kufanya enda mwanzo kabisa, upande wa kulia kwenye mistari mitatu hapo. Screen skri, aidha kama ni simu yako au kompyuta, unaweza ukacheki hapo mistari mitatu kulia hapo nilipozungushia, gusa ya mistari mitatu alafu itakupeleka kwenye sehemu ya exam results, matokeo ya mitihani eh. Hapo kwenye matokeo ya mitihani exam results namna hiyo, tunataka matokeo ya form ngapi? Ya form 4 kidato cha nne, manake CSEE utashusha. Anza kutafuta sasa. Baada ya kufikia hapa kwenye CSEE form 4 exam results ya hapa, utaanza kuona kuanzia mwaka 2003, kuanzia mwaka elfu mbili na tatu ya hapa kiendelea kwenda mpaka hapa mwaka wa mwisho naishi hapa na mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano hayapo mbali, atatoka siku si nyingi. Sasa hacha tuseme nataka elfu mbili na ishirini na moja kitu nitafanya tena tukoa ule mwaka husika wa elfu mbili na elfu mbili na kumi na moja ambayo mwenyewe nataka nione results hapo nitagusa elfu mbili na kumi na moja. Nzuri zaidi kwenye uh, hao waandaji wa hii website wametuwekea matokeo. Wakati unapofungua mwaka husika unapata hapo juu kwenye summary, unataka mwaka gani? Tena unachagua mwaka wote unaotaka elfu mbili na tatu, elfu mbili na nne, elfu mbili na kumi na nane, elfu mbili na ishirini na moja. Na kama bado ulikuja subscribe au ni mara yako ya kwanza ku hata channel hii ni kukaribisha kulik kusbsrbe na kucomment hapa, tukiendelea kusubiri matokeo ya 2025 ambayo pia atatangaza siku si nyingi. Nikutakie wakati mwema.